Snanatu basi sawa, mi ngoja katafute ta, utaratibu mwingine nijue nafanyaje sasa. Mi mwenyewe nitajua nafanyaje. Kwa hiyo hamna shida, kaendelea na kazi zako mwenyewe, nitafata mwenye mwenyewe, mambo ya dawa nitafuatilia mwenyewe. Sawa, sawa. lakini kichwa bado naona kinanisumbua sana. Ndio hivyo sasa, kaka, utafanyaje? mm. Kakope kope tu betu. Basi sawa. Ebu ngoja mimi nikafuatilie ile swala nikajua nafanya nini kupata dawa. Sawa? Endelea na majukumu yako. saa naweza sema ni mkosi ama Mungu atuoni, kila siku shida, sisi iwe mchana, jioni, magonjwa mengi kwetu sisi, nyumbani kwetu. Jamani kudharauliwa ni sisi, tunalana gani jamani na misiba ya kila mwaka ni kwetu umwaka. Uh, kesho sijue nani uh, baba kafa pia, mama yetu anayefuata nani? Na misiba ya kila mwaka ni kwetu umwaka, kesho sijue nani uh, baba kafa pia, mama yetu anayefuata na uh, nani uh, Ushiriki na ushirikina umejaa kijijini kwetu, mambo ya kutisha yamejaa mtaani kwetu, panapo uongo za kwanja kijijini kwetu, maneno ya uongo yamejaa mtaani kwetu, ushirikina umejaa kijijini kwetu, mambo ya kutisha yamejaa mtaani kwetu, panapo uongo za kijijini kwetu, maneno ya uongo yamejaa mtaani kwetu.

sana shemu, asante sana shemeji yangu mm-hmm. Sisi tupo hapa asante. Leo umeamua uje nitembelee shemeji yangu. Ah, nimekuja kwako ndio, lakini nilikuwa tuna shida. Sawa shemeji yangu e, sasa hapa nimekuja kumuulizia Samueli, sije yuko huku, maana kwake nilimwagiza Aziza Aende akanitafute dawa, maana najisikia kichwa kinanisumbua kidogo. Do, pole sana shemu wangu. Asante sana nikamwambiaje Aziza? mm. Nenda kaniangalizie kwa dawa kule. Sawa. Amerudi ananiambiaje hawako? Ndio. Sijui wameenda wapi sasa nikafikiri labda wako huku. Samueli na mke wake Maya Ah. Wapi jamaniwe, eh? Jitedi tu jikaze hapa tulipo, tumebakiza tu mwendo kidogo tu tufike. Sawa, ni mbali najua, tumetoka mbali tuliposhukia na pikipiki piki, ni mbali hadi kufika hapa, lakini hebu jitedi basi kidogo tu tufike. Ah, basi naona kuna kaa kivuli hapa kwenye humu, hebu tuete tukakae pale tupumzike kidogo, afu tutaendelea baadaye Spo atuze basi kupumzike. Nimechoka. na shemeji huku hawajafika kabisa, awe huyo Maya awe Samweli, sijawaona kabisa huku, sijui watakuwa umeenda wapi sasa hmm. kwani Azizo alimtuma muda gani? Asubuhi, sio muda sana shemeji yangu, maana kama masaa mawili tu aliyopita. Sasa nashangaa mimi Samweli hata janipa taarifa ya kwamba labda ameenda wapi, sifahamu chochote si labda kuna walipoenda labda kutembea, si unajua wale ni mke na mume, wezi jua labda kuna sehemu wameelekea mm. Sawa shemu, unaweza labda wakawa hata na, na panado kidogo nisaidie hapa nipate kunywa, ili kusudi nitulize kichwa, maana kichwa kinanisumbua na sijui shida ni nini mm. Aisee shemu wangu, pole sana. Yaani kwenye panado sina kabisa, huko ndani hakuna panado hata moja, tafadhali mm. Si nikusaidieje sasa? yaani azim kabisa panadoshe mwangu basi, washemeji yangu mimi nimekuelewa. Kama umesema huna hamna namna, ko moja tu mimi nitakomaa hivi hivi. Kama hali itaendelea kwa hivi hivi, nitajua cha kufanya mimi. Naomba basi mimi nirudi. Sheme wangu naye una haraka jamani. Si ndanda chochote kitu jamani. Hamna hata sijisikii vizuri shemu yangu kwa kweli kabisa. Siwezi nitaendelea kukaa hivi hapo. Najisikia vibaya afu na mdogo wangu hata sijui yuko wapi. Sawa, shemu, wewe na mchana mwema. Sawa shemu. Ah, ufike salama eh. Asante sana. Ai. Nimechoka kweli. Yana tena hata nilale jamani. Pole eh, mke wangu, najua nafahamu hilo sasa. Ningefanyaje mke wangu, kama imebidi iwe hivyo? Hii njia ni mbovu, mm pikipiki -hmm. haiwezi kutuleta hadi huku, na ulivyo lizito, umeshaongezeka kabisa uzito ha. <laughs> ha, mimi natamani nilale na usingizi. Usilale, usi kwanza, mke wangu, kuna kitu nataka nikwambie. Naambia, najua mke wangu, mimi kwa kweli nadhani unafahamu kwamba nakupenda sana. Sawa najua hilo. Mm, na kwa maana hiyo nilikuwa nimepanga katika hii safari, mm, nikufanyia surprise nzuri ambayo kidogo itakufurahisha lakini pia utashangaa sana, kwa sababu hii surprise ambayo nimeibeba kwa ajili yako ni kubwa sana na ni nzuri kwa upande wako. Kwa hiyo ndio nimeona kwamba nifanye kama surprise katika hii safari ya leo, mke wangu, angalau nikubadilishe mawazo ambayo ulionayo. Najua kuna namna ulikuwa umepata mawazo hivi karibuni, mke wangu. Je, yeah. Uko tayari nikupatie zawadi hii? Jali mke wangu. Hata usi, usiwe na wasiwasi, na pia hii yote ni, ni, ni kwa sababu nataka nikuombe pia msamaha kwa sababu nakumbuka siku zilizopita nimekuwa nikikukaribia sana, lakini nami si mimi, nami ni binadamu mke wangu, nisamee tu. Naomba tu nikupokee zawadi yangu angalau kidogo, nione tabasamu lako la kweli Nizoy dia. Nizoy dia. Nizoy dia. Ha, hapo safi sasa, lakini kabla ya kujaiona nikuana wamba ufumbe macho ili nikupatie kabla kujaiona, ili nikishakupatiwa ukaishika mikononi ndipo nakwambia ufumbe macho mefumba kweli, mm, yeah, kweli. Ay. Rafiki wangu. Sasa mke wangu unajua hii zawadi ambayo nataka nikupatie, yaani sitaki ushike kwa haraka, lakini pia nataka uiangalie kwa muda mrefu sana kabla ya kuishika. Sasa hii tufanikishe zoezi letu, samahani, niyomba hii mikono yangu hii mikono yangu mikono yako hii iangalie kwa umakini, kisha ukisha ridhika sasa Ndo nakuruhusu kuishika na kufungua. Ngoja nisikukaze sana mm -hmm, e e, yani mke wangu, najua tumnye utafurahi. furaha uta, utakayoipata unaweza ukaruka ruka hadi hiyo zadinywe ukaiharibu. Ndio maana kufunga hii kamba, ili uweze kutulia, afu tutaendelea safari kwa furaha na amani. Najua utatabasamu sana, mke wangu. Unajua nimemisi sana kuona tabasamu lako eh? Na mke wangu ulivyo mzuri, haki ya Mungu. Mungu aliumba kwa kweli. Mimi nadhani mimi nilipendelewa kiasi fulani hivi kwa mwanamke mzuri kama wewe, mwanamke hmm? ambaye hauna kinyongo na mtu yoyote, ambaye ni mwepesi wa kusamehe makosa ya mtu mwenzako eh, eh, au ya binadamu wenzako. Tafadhali sioni sasa mume wangu, mume wangu

Jamani, wanadamu wabaya sana. Inaonekana huyu mwanadamu wamemfanyia kitendo cha unyama sana. Binadamu, binadamu ni wabaya, inaonekana wamemtelekeza.